Barabara kabisa. Sasa leo napitia jumbe mbalimbali za watu ambazo wanaandika kuhusiana na wanaojiengua katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Nianze katika ukurasa wangu wa Facebook, Michael Ngosi anasema hawa ndio baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaita maraya wa kisiasa. Lakini vilevile, mapambano makali anasema makapi yaondoke ngano safi itabaki bila kununuliwa na CCM sababu gharama yake ni kubwa mno. Longututu tajiri ameandika pia katika ukurasa wa Facebook, hili la kulamba asali, yaani kuongea, inaonyesha hilo neno la no reform no election lina maana sana kwa Watanganyika wapenda maendeleo. gonga like hapa tujuane, wataelewa tu taratibu mia mia. E, peace, Precious Pikes ameandika kwa hizi takataka Chadema ingeteseka sana, lakini vile vile dabu la manzi tabo yeye katika ukurasa wa Facebook kaandika kwenye hayo majukwaa muende na wake zenu na watoto wenu wakasikilize, sisi hatuna muda na wachumia tumbo. Nestor Nyagali yeye ameandika ila swala la baadhi ya watu kuondoka ndani ya chama na baadhi yao walikuwa na nyadhifa za juu kiuongozi, kiroho, lina maana kubwa sana e. Hapo Mungu mwenyewe ameamua kusafisha chama ili mamluki, mapandikizi yote magugu kuondoka na chama kitabaki safi na kitazidi kuwa imara kila siku kwa ajili ya Watanzania wote lakini vilevile Emmanuel Ole Kilusu Laiza naye pia ameandika katika ukurasa wa Facebook kwamba yani, genge lote mlilokuwa mnamfuata Mbowe, kwa jinsi Chadema inavyochukiwa na watawala ni wazi, hichi ndiyo chama cha kwa sasa kwa Watanzania. Lakini Felicia Ngemela ameandika pia, amesema kama hatupo tayari kwa mabadiliko basi mabadiliko yatatubadili. Siku zote siasa ya ukombozi na gharama kubwa, hivyo kama sio mkakamavu, mvumilivu E, basi huwezi himili vishindo hata Mandela. E, wakati anapambana dhidi ya makaburu, kuna watu weusi walimsaliti. Negro school America walinyanyaswa na kusalitiwa ila walifaulu mission yao. G55 niendeni kwa amani ya Bwana, Chadema itabaki na wananchi wenye moyo safi. E, Rich Balele, e, anasema safi sana, Wachaga wanakimbia wote, walishazoea kufanya biashara ya siasa. E, Suma TV ameandika chauma moja kwa moja. E, Mary Charles, una lolote wewe, unadanganywa na hela hawana hela hao hawa, mtaenda wengi sana mm? Siachi hela huyo, anasema huyu mjinga kamba eh, kama umekijenga chama, kwa hiyo kuondoka kwako kwa, eh, kuna watu watakufuata. Daktari Slaa alijenga, Zito alijenga, leo wako wapi? Sembuse nyie na hamna majina, mnatufanya nini nyie. Lakini Tanzania Shepard ameandika Lisu na Heche, endeleni kuchoma moto nyoka wote watoke. Emmanuel Ole Kilusu Laiza amerudi tena Anasema mtapewa hela sana kama tu analipa goli moja milioni ishirini. Je, kununua watu wa kuhama anashindwaje? Jufo Julio anasema safari njema, wasalimie wezi wenzio. Jamari Ngoroka ameandika anasema e, tatizo mnaondoka taratibu na sana eh? Na, I say, na wengine mliobaki, basi ondokeni haraka, tuna jambo letu lakini. Salum Saidi anasema mjinga huyu, wa Tanzania wana uelewa mkubwa sana kwa sasa, ukweli ukisimama, uongo ujitenga Hizi ni takataka haziwezi kukaa sehemu safi, atafute jalala. Patrice Emmanuel Tis ameandika uchafu chama kinabaki na wachama safi. E, Jafet Mtie Zablon huyu ameandika anasema, huyu alishaachwa na mke hana jipya. Gudlak Kabahula anasema, nendeni kwa msajili awape chama mtakachosimama kutangaza sera zenu za uchawa. Chonjo National ameandika pia anasema, nendeni mwendako mtarudi tu. Tanzania kuna vyama viwili mioyoni mwa watu ni CCM na Chadema tupasisie West Side ameandika, hii kauli aliwahi toa mgombea ubunge mmoja elfu mbili na kumi baada ya kusaliti ya Kahama, akaongea kwa kujiamini, watu waliompigia kura ni mtaji wake, ataondoka nao. tt BTS, BTS Junior ukimuuliza huko anakoenda atafanya kipya tofauti na alikotoka utacheka mno. E, tumaini letu jipya ameandika pia makengeza, yeye anasubiria hadi mwisho ndiyo atangaze rasmi. Sadat Tawakali anasema safi kwa uamuzi mzuri, wabaki na matusi yao. Eh, lakini vile vile Charles Mgaya anasema Lisu atabaki wa na wananchi. Goodluck Shirima anasema kwani wakati unaingia uliita waandishi, ameuliza tu katika hilo. Lakini Isaka Lugwisha anasema nenda bwana, kwani ukihama dini unaita waandishi wa habari? We bariki. Erastus anasema Wachaga walidhani chama ni chamboe, sasa wameona hakuna upigaji, wanatapatapa. Sisi tunashukuru kujua vita tulionao, e, tunapigana nayo na mwisho kabisa tunawatakia kila laheri kwa washumia tumbo wote kule mwendapo. Pierre Adams TZ ona masikio yake. Lakini Fred John anasema sisi ni wengi kuliko wao. Maria Joseph anasema huna lolote, hata ukiondoka hamna hasara. E sana tunashukuru, matawa mmejiengua wenyewe, mkatupa wakati mgumu katika safari. Chesco Asher E, kwa hiyo mnaona kama mnamkomoa Liswe. Lakini Dennis Smeo anasema Mbowe ndiye amejenga taasisi ya Chadema, ila leo ndio huyo e, hivyo yupo mbioni e, kama sio kwamba kesha acha, ila sisi aliyotujenga hatuendi naye, tupo ndani ya Chadema imara sasa. Lakini Johannes Wisa amesema pia katika ukurasa wa Facebook kwamba genge la Kinamangi e, limeng'oka e, Franky Malembela Nkwabi ameandika anasema mkimaliza kuondoka mtulie huko msianze kuomba msamaha kurudi. E, vile vile Athmani Data amesema utajua mwenyewe hatumbembelezi mtu hapa. Daudi Daudi ameandika katika ukurasa wa Facebook kwamba mnaondoka, ondokeni hatuna shida ya kuagwa. Yusuf Gama anasema yani ukiwaangalia wote wanaohama hiki chama ni wapigaji na wanaotaka utajiri wa haraka haraka. Sasa unajiuliza wana akili kweli? Mbona sisi wenyewe imefurika watu wa aina e yao? Sisi Afrika, e, siasa Afrika ni upumbavu na ujinga. CCM yenyewe kwa sasa ndio haivitoshi, iweje wawagawie wenyewe mnaoenda. E, kuanzia Julai, tutaona vita kali ya madaraka ndani ya CCM. Lakini vile vile Mduma Ezekiel anasema e, ameandika pia point ya kijinga kweli. Alafu nyewe inabidi wengine tu tunawachapa viboko hata 40. Maana hamna akili kabisa. E, lakini vile Yuda Mwesioge ameandika pia anasema una akili nenda ukafie mbele wa Tanzania wale sio wajinga kama nyie maoni ni mengi mengi mengi kweli kweli kweli. E, lakini pia Pronia Gerard ameandika msiwatishe watu kama ni kwenda nyie, nendeni tu Lula, Msula, Evaristo, e, hamtakuwa wa kwanza kuondoka. Umus ameandika kuwa huwa anakasirika sana kwa wanahabari wa hivi, yaani unamposti mtu mmoja chawa wa CCM, lakini maelfu ya wanachadema katika mtu na chadema hauwaonyeshi hau wa Tanzania. Lakini pia Abdurahman Mziwanda anasema njaa tu. Godfrey Elvis tumechoka na kelele, kama vipi? Wajikusanye waondoke kwa pamoja. Gwamaka Mwakilembe ameandika anasema ilikuwa ni swala la muda tu, katumiki huko, usijeomba kurudi. Levina Minja anasema mmefika bei. e, eh, Baba Hazard naye ameandika anasema bado hujasema na Mboya aende tu sisiem mbona, e, eh, anakutumeni nyinyi yeye amekaa kimya. Lakini Musa Mshana anasema aka jamani, kapuzi sana, tafuta jimbo Mzee Mwanga ndio basi tena, nenda huko Mtwara Ndongome ya mzee wa ubwabwa wengi wameandika maoni mengi mengi mengi katika ukurasa wa Facebook. Niishia hapo kwa leo. Katika ukurasa wa Facebook maoni zaidi ya mia nne yameandikwa hapo kuhusiana na wanaojiengua katika eh, chama cha demokrasia na maendeleo. Kwa kumalizia tu, Gaston Richard anasema no reforms, no election.